Upo vizuri? Upo. Wewe shabiki wa timu gani kati ya Simba na Yanga? Mimi yeah, shabiki wa Yanga. Yanga Afrika? Ndio. Ukiingia kwenye dabi tarehe 15 na hizo utashinda? Utashinda kwa kweli. Utashinda kweli? Mimi nitashinda. Unaona kama una wasiwasi. Hebu ngoja, ngoja, ngoja, ngoja. Unasema tutashinda. Unaishinda nani? Eh. Hey. Wewe unaitwa nani? Mimi Rachel. Wewe shabiki wa timu gani? Yanga. Unashinda kwenye dabi? Nashinda. Wana mama wewe. Yeah. Unaona viporo vinavyotafuna? We, hata sisi tunavitafuna vile vile. We una kiporo lakini. Sina kiporo lakini ukileta mchezo tunatafuna. Hiyo tarehe 15 mwezi wa 6. Eh. Yeah. Hebu waambie Simba kwamba utatafuna hicho kiporo. Mtatafuna hicho kiporo chao. Uwaogopi Simba? Si waogopi. Ah, bwana wewe. Yeah. Hey. Uko mtaani unakuta mama nani? Mama Recho. Unakaa mtaa gani? Nakaa mtaa Msumi. Waambie watu wa mtaani kwako kwamba kiporo cha tarehe 15 unakifanyaje? Akichachi. Tunashinda. Bwana Filipo ma, mama Rachel huyo kutoka mtaa wa Msumi anasema kiporo akichachi tunashinda. Nashinda? Eh. Na wanao nao wanakubali wana, wana, hiyo? Wa. Wanakubali sema mwanangu. Eh? Una Ndio. Unatafuna kiporo? Ndio. Akichachi. Aki. Aki akichachi. Ndio. Uyogopi Simba? Ndio. Mbona wewe unasema kinachachi? Kinachachi? Ndio. Wewe sio shabiki wa Simba? Ndio. Eh, hebu niambie hii tarehe 15 baada kusikia kwamba Dabi ya Kariakoo na rejea. Hebu ambie mashabiki wa Yanga wa Yanga. Filipo Siprian, hii ni vita ya familia ipo ndani humo kwenye bajaji <laughs> eh, mama anasema wanashinda, lakini mmoja wa watoto ni shabiki wa Simba anasema eh, wao pia wanasema hicho kiporo cha tarehe kumi wow, na tano mwezi Juni wao watashinda. Hapa vita bado inaendelea kuna kina Chacha na Kichacha, hawa ni mashabiki wa Yanga na Simba. Asubuhi wapo ndani ya bajaji, wapo safarini kuelekea katika maeneo mbalimbali. Wanajua Jumamosi leo hii kwenda kusalimia ndugu wakati mwingine, lakini kikubwa ni kwamba uh, tarehe kumi na tano inaonekana wote wanaikubali mechi, na wanaamini kwamba kila mmoja akiamini kwamba anaweza akashinda katika mechi hii hapa Eh. <laughs> Eh, <wana> kusemaje? <laughs> <laughs> Unasema kampa kampa kampa tena tuko blini. na mchezaji gani unaamini ambaye anaweza kafanya maajabu katika hiyo mechi sasa awa <laughs> upande wako wa Simba, wewe uliwezaje kuwa shabiki wa Simba katika kundi la watu wa Yanga? Hebu nigeukia niambie. <laughs> Kitu gani kilikufanya wewe ukawa shabiki wa Simba, mtoto wa dadako? Una kitu gani kimemshawishi huyu mtoto kuwa shabiki wa Simba peke yake na wakati ki... Simba. wakati wenzake Simba. babake ni Simba. na wewe umewarithisha wanao kwa wanaway mm-hmm. Sio wanangu tu mpaka mjukuu huyu Yanga. Mpaka mjukuu? Eh. Hey. Unamlea hey. Na umemfanya kwa hey, Yanga. Baba yake Yanga nae mwenyewe Yanga wote umewarithisha? umewarithis hey. hmm.